Vita kali dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Elon Musk tayari wameanza kutishana vitu vibaya, ambavyo vinazidi kuendelea. Yote hii ni mara baada ya Elon Musk kuweza kutoka White House. Sasa rais huyo wa Marekani Donald Trump ameweza kuchapisha eh, tangazo kupitia ukurasa wake wa True Social, ambao amekuwa akipost taarifa kadhaa kadhaa kuhusiana na eh, mambo ambayo yanaendelea eh, nchini mwake Marekani. Sasa ameweza kumshutumu Elon Musk kwamba ameishiwa subra, lakini pia amepanga yao kwa namna moja ama nyingine, baada ya kuweza kufuta agizo la magari aina ya EV ambayo yamekuwa yakiwa yanaendelea kufanya kazi pale Marekani. Na Musk yeye bana, ameweza kuonekana kabisa kuyajua mambo yote hayo ambayo yamezidi kwa, ambayo yameendelea. Lakini kwa upande wa Donald Trump, maandiko ambayo aliweza kuyapost kupitia ukurasa wake wa True Social yalikuwa yanasomeka hivi: njia rais ya kuweza kuokoa fedha na bajeti yetu ya mabilioni na mabilioni ya dola ni kwa kusitisha ruzuku za mikataba yote ya Elon Musk, lakini nashangaa eh, kwa nini Biden hakuweza kuyafuta. Sasa huo ndio ujumbe ambao Donald Trump aliweza kupost kupitia ukurasa wake wa True Social ambao amekuwa akipost taarifa kadha kadha ambazo zinaendelea eh, pale White House, lakini pia maagizo tofauti tofauti ambao amekuwa akiyatoa. Sasa Elon Musk yeye ameweza kuyajibu hayo kupitia ukurasa wake wa X ambao zamani ni Twitter ambapo aliweza kusema kwamba kwa kuzingatia kauli ya rais kufuta mikataba ya serikali, SpaceX mara moja wataweza kusitisha shughuli za chombo cha Dragon, ambacho chombo hicho kimekuwa kina impact kubwa sana kwa upande wa Marekani lakini pia kimekuwa kikiwasaidia baadhi ya watu kuweza kusafiri. Sasa hicho ni chombo ambacho sometimes kinaitwaga spacecraft eh, eh, kinacho eh, tengenezwa na kampuni ya Elon Musk, ambayo inafahamika kwa jina la SpaceX, ambacho kimeumbwa kwa ajili ya safari ya kuweza kuenda kwenye anga hasa kwenye eh, kituo cha anga cha kimataifa International Space Station ambacho sana sana eh, kinakadiriwa watu wakiendelea kusemaga kwamba ni ISS. Sasa huweza kubeba eh, mizigo lakini pia binadamu, lakini kimekuwa kiko na category mbili. Category ya kwanza ni cargo dragon, lakini pia category ya pili eh, kuna crew dragon, ambapo cargo dragon inabeba mizigo lakini, eh, mizigo tu, lakini pia kwenye hii crew dragon yenyewe eh, inabeba hata pia binadamu na vitu kadha kadha. Sasa kwa upande wa Donald Trump, baada ya kuweza kutaka kwamba hiyo kampuni ya EV kuweza kusimamishwa sasa, e, kwa upande wa yeye e, Elon Musk ameonekana kabisa ni kama vile kugeuka baada ya kuweza kusitisha eh, kampuni ya EV yeye ameamua kudeal na kampuni yake ambayo naona kabisa ina mchango mkubwa sana kwa pale Marekani ya chombo cha Dragon kuweza kukisitisha huduma zake. Sasa kwa upande wa Donald Trump yeye ameweza kureply baada ya eh, Elon Musk kuweza ku, eh, kureply ujumbe wa Trump ambao aliweza kupost hapo awali eh, na kusema kwamba anataka kusitisha eh, kampuni yake ya chombo cha Dragon. Sasa Trump ameweza kusema maneno haya: sina shida kwa yote ambayo Elon Musk ameweza kuyageuka aliyoweza kuyasema ilibidi aweze kuyafanya kwa miezi kadhaa ambayo imeweza kupita. Huu ni miongoni mwa msaada bora ambao kuwahi eh, kusitishwa eh, bungeni kuwasilishwa pale bungeni, lakini pia eh, imeweza kupunguza gharama ya eh, kodi ambazo ni dola trilioni 1.6 na ni punguzo kubwa sana la kodi akawa ameyasema maneno haya hapa. Sasa, eh, kuwekeana kwa mipaka baina ya Elon Musk pamoja na Donald Trump, inaonekana kabisa kwamba wawili hawa wapo katika bato kubwa sana lakini pia wakiendelea kuwekeana bana e, vizuizi ambavyo vinaweza vikafanya wasiendelee kusonga. Na kama unavyofahamu kwamba Elon Musk ameweza kutoka White House e, kulingana na kutokuelewana pamoja na e, Donald Trump. Sasa kwa kweli, kama mdau wa sasa online digital, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye nyanja comment hapo, usije kusubscribe kulike, utakuwa umetisha metisha chao chao